Kazi unaokwenda kuifanya mheshimiwa viongozi, mheshimiwa meya, ni kazi ngumu sana, ni kazi ya kuongoza watu wenye akili zao, ni kazi ya kuwaongoza watu wenye matamanio yao, ni kazi ya kuongoza watu ambao nao wanawaongoza wa shi kule wana matarajio wa makubwa kwa waheshimiwa madiwani. Waheshimiwa madiwani pia nao wana matarajio wa makubwa sana kwako, kwa mheshimiwa meya. Kwa hiyo ukishindwa kuunganisha hii daraja hapa, patakuwa na mvurugano mkubwa sana. Lakini mheshimiwa meya, pamoja na meya hapa pia mnaongoza watumishi, watumishi wa umma waliopo katika manispaa yetu ya Songea, na wengine hawako katika manispaa hii ya Songea katika umahii wako katika taasisi mbalimbali za umma wote unawaongoza. Hii kuna mahusiano makubwa sana kati ya ushindi wenu na hao watumishi unaoongoza. Kama hutaki kuamini hilo, subiri elfu mbili na thelathini utagunua kumbe wote kuna mshirikiano ili uweze kushinda. Kwa hiyo tuwaongoze katika kuwaheshimu lakini tuwakosoro na tuwaelekeze bila kuangoda. Tukitengeneza mahusiano mazuri, kazi zetu zitakuwa rahisi sana katika maeneo yetu tunayofanya kazi, lakini tukitengeneza migogoro, tukitengeneza ugomvi, yatakuwa ni majumu kila kona katika eneo letu ya kazi. Sisi kama ofisi ya mkuu wa wilaya hatupendi kuona majungo, majungu ambayo yanaletwa kati ya mheshimiwa fulani tajiwake yanatuchosha na apekea, hatupendi kuyasikia haya. Sisi ni binadamu, tunakosana, tunatofautiana mitazamo. Tumalize kutofautiana mitazamo katika kujenga, isifanye ukawa uadui mpaka mkaenda kupotezana katika nafasi zenu ulizo nao. Waheshimiwa madiwani, mheshimiwa imea, mheshimiwa meya, Ni kazi ngumu, ni kazi yenye heshima kubwa sana, ila kwa bahati mbaya sio kazi ya kudumu. Kwa hiyo sio cheo cha kudumu, kama na na mimi cheo changu hiki sio cheo cha kudumu. Leo ni katika utawala wa wilaya, kesho sitakuwa katika utawala wa wilaya k. Ni cheo ambacho sio cha kudumu. Cheo cha kudumu ni cheo cha kuitwa baba au mama, hicho namtabui kama unataka kulinda cheo chako, kilinde cheo cha ubaba na ubama aka hicho natakacho lumunacho hivi vya udasi vina muda. Vitatoka kuchunga sana mienendo yako. Hawa unaowaongoza wanajua, inawezekana kulizidi huu au uzidi wewe, natoka kuanzia leo umeapa, wanaanza kukufuatilia, wanaanza kutengeneza mongwa ujiepushe sana katika masuala ya kuwagawa watengeneze wewe wamoja, waache wao wakuseme, ila wewe wa usiwaseme. Mimi nipo kushukuru, kwa maana sasa naenda kuwa kiunganishi sahihi kati ya waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wa madiwani, wa wananchi pamoja na watumishi wote wa ndani ya manispaa ya Sogea. Heshima hii mlionipa waheshimiwa madiwani pamoja na wabunge ni heshima kubwa, ukiangalia na umri wangu, unahitaji sana maombi, na nawashukuru sana kwa kunipatia kura zenu. Mungu awabariki.